Ndo wananiwekea pembeni ya chakula hapo. Ndo ona, yaani chakula kimekaukiana hapo hapo kwenye sahani. Wanamwaga damu, usipokunywa damu hiyo chakula hakipiti kwenye koo. Sogea yeah, sogeza yeah, maiki. Usipo usipopigisha na damu chakula hakipiti kwenye koo. Sasa hicho ni chakula au ni nini? Huwezi kuamini si, ni kama ni kama hadithi eti. Hebu jiguseguse, upo au unaota? Jiguseguse, ni we mwenyewe au uko kwenye ndoto? Hii mwanangu, sio ndoto, hii ni kitu halisi. Kwa hiyo isipowekwa ile damu, ukila chakula kile hakipiti kwenye koo, mpaka unywe na damu, na ni e... na ile damu inachukuliwa kwa yeyote akijikwaa yani, Il... t... kwa watu walioko, watu walioko huku duniani E, yani hata kidogo yani, atakaye jikwa kidogo kwenye mguu ama kwenye kidole, Songeza maiki. kwenye mguu ama kwenye kidole, huyo ndo wanakuja na damu yao, ndo wanakuja kukinga, kukinga. Kwa kwa siku damu, kwa siku damu hawezi kukosa, yani kwa siku hawezi kukosa mtu wa kujikwaa, mpaka ajikwae ndo walete damu, damu ya, na zingine wanachinja kabisa. Umeiona damu eti? tutakapokuja tutaizungumzia damu, tutakapokuja tutazungumzia damu inafanya kazi gani, na damu ya Yesu inafanya kazi gani? Unanielewa eti? Hawa mi si wajui. Unajua kuna injini zile za mazingaombwe, kwamba labda alihongwa, labda alipewa. Hawa si ni wakwenu hapa, si ni sawa eti? yeah. si wakwenu hao yeah. Mi hata siwajui hao, umenielewa eti? Sasa hiyo ndio sio ense unashukuliwa tu kwenye ndoto, unaenda unafanya kazi. Na leo hao huyu, alikuwa anachimba visima, huyu naye sij alikuwa anafanya nini huko. Yesu tusaidie. Ehe, basi nyie tumemaliza. Huyu huyul, hata huyu alikuwa anakula nini? Mpe huyo, ulikuwa nakula nini? We kule chakula gani? kile chakula walipokuwa wanakileta, kilikuwa kionekani, ilikuwa sikioni. Hata ladha yake ilikuwa isikiki, ni ladha gani ya chakula gani? Yaani hapo mwanangu, takula chochote tu, hata mavi ya shetani unakula tu, maana gizani. Wachawi wachafu nyie, wachawi nyie. Promover TV, a home of testimonies.